Naitwa Kazija Talibu Hamisi. Ndugu mwenyekiti taifa, ndugu makamu mwenyekiti, nimesimama hapa ili kutoa ushuhuda katika jimbo langu kwa uchafuzi uliofanyika. Kwanza la mwanzo, nianze kwenye mawakala, upatikanaji wa mawakala tuliopeleka ili tupate fomu zao kwenda kutulindia kura zetu. Kwa upande wa zeki si haba, alhamdulillah, ndani ya jimbo la Mkwajuni tulipata mawakala wote, nashukuru. Na kwa upande wa neki hatukupata mawakala wote, walitupa baadhi tu ya mawakala. Mfano, katika shehia ya kibeni tulipeleka mawakala sita, walituletea mawakala wawili. Katika shehia ya kidombo kuna mawakala tuliwapelekea kumi na mbili, wametupele... wametuletea mawakala wawili tu. Katika shehia ya matemwe kaskazi tumepeleka mawakala wanne, wametuletea wakala mmoja. Katika shehia ya moga tumewapeleka mawakala watano wametuletea mawakala wawili. Katika shehia ya Gaba tumepeleka mawakala saba wametuletea mawakala wawili. Katika shehia ya Chutama tulipeleka mawakala sita wakatuletea mawakala wawili. Katika shehia ya Mkwajuni tulipeleka mawakala nane waneki, lakini watuletea mawakala wawili. Katika shehia ya Matemwe kaskazi tulipeleka mawakala waneki kumi na moja, kusini mawakala kumi na moja wametuletea mawakala watatu. Hiyo ndio neki ya Kaskazini walivyotufanyia katika jimbo la Mkwajuni. Tunaenda kwenye mchakato na mawakala hao, tunafika tunapambana kuwapata ili wakasimamie vituo mpaka asubuhi, asubuhi ya saa mbili, tangu tulipokwenda asubuhi ya siku ya kwanza, tumeamkia asubuhi ya siku ya pili mawakala hao ndio tunawapata kwa idadi hiyo niliyohitaja ndugu mwenyekiti uchaguzi siku ya mwanzo bali ulikuwa ni uchafuzi walituletea majina yao mia moja na sitini na moja ambao watakaopiga kura ya mapema na kura hizo ni kwenye shehia nne tu ni shehia ya Gamba, Moga, Chutama na Kibeni. Lakini ndani ya shehia hizo tulikuja kupata siku ya kura za mapema, wakatuongezea na shehia nyingine nne, ambayo matokeo wakati waka hao majina yao hawakuyabandika, hata hawakuwemo ndani ya shehia hizo. Shehia hizo nne kama Matemwe Kaskazi, Matemwe Kusini, Kidombo pamoja na Mkwajuni. Wao walikuwa hamuna majina yao ya kura za mapema, na waliweka kwenye vituturi, walikuja wakaweka vituo hivyo siku ya mapema, wakapiga kura. Ndugu mwenyekiti, kura hiyo ya mapema tulishuhudia, hakukuwa na kura ya mapema kwa sababu Kura ya mapema ilipigwa katika shehia ya Kibeni kituo skuli ya Kibeni. Kura hiyo wa, achana na hao walivyozungumza wenzangu, gari ziliingia mote, ziliingia, lakini kuna wengine ambao ni ndugu zetu kaka zetu wapanda minazi wachimba mawe walienda kuwavisha magwanda ndani ya skuli hiyo hiyo ya Kibeni. Kuna majengo mapya kule, walikuwa wanawavisha sare, halafu wanakuja kwenye kituo wanapiga kura. Kura hiyo ya mapema ndugu mwenyekiti, ilikuwa hakuna bali ni uchafuzi wa mapema. Pia siku hiyo ya kura ya mapema mawakala wetu na hata wale wasimamizi wale wa, wanaosimamia kuhusu maswala ya kura hawakukubali mawakala wetu wametaka, angalau zile kura ndio washafanya uchafuzi wao, angalau kwa hesabu tujue idadi ni ngapi. Hawakuhesabu, hawakutaka, walikataa katakata, walizichukua kura zile wakazipeleka wanakokujua wao bila kuhesabu kura hizo. Uchaguzi wa siku ya pili tarehe 29, uchaguzi wa siku ya pili tarehe 29, vituo vilifunguliwa na kura, mchakato ulianzwa sihaba. Alhamdulillah, vituo vyote asubuhi wamefungua, lakini kuna kitu hakikuwa sawa. Na kitu chenyewe atakapoingia wakala mmoja, sisi ni binadamu, unaweza kukutwa na dharura nyingine tofauti. Hawakubali kubadilisha aingie mbadala yule wakala msaidizi, ili aingie, we uende na dharura yako. Wao ukisha kutoka, ndo umetoka, urudi uingie tena hujui wameingia watu wa wangapi. Hawakukubali kama mtu kakutwa na dharura hakukubali. Na jengine tulilolishuhudia kwanza kwenye kituo hususan cha Kibeni siku ya pili, kuna baadhi ya matokeo yalitokea. Matokeo haya yalitokea Kibeni, Mkwajuni, yaani ndani ya jimbo langu zote shehia nane, zote vituo vinane vya upigaji wa kura yalitokea Kulikuwa kuna gari maalum basi, ambayo basi hiyo haina vitambulisho sualo. Wengine angalau wameunda vitambulisho feki, hao hata vitambulisho feki hawana, wana karatasi za kawaida za kufungia sambusa na mchele. Wanakuja wanapeleka karatasi zao, wanaingia ndani ya kituo, wanapigiwa, wanapiga kura na hawatolewi kura moja moja kura tano zaidi. Ndugu zangu, huu haukuwa uchaguzi, bali ulikuwa ni uchafuzi. Na matukio mengine ni kutolewa mawakala, kutolewa mawakala ndani ya jimbo langu. Mawakala wote walitolewa, wote walitolewa kwa sababu mawakala hao kufika muda wa saa nane ndipo hapo walipoanza sasa kile kitimtimu chao. Yaani ukizungumza ile neno dogo tu kuhoji, tayari wamekutoa nje. Shehia ya Mkwajuni, kituo Mkwajuni, wao walikuja kama mazombi wale walovaa manikabu, maana mimi hata sijui kikosi gani wamevaa manikabu yao wale, walikuja wakawatimua kwa waya wakakimbia mbio baada ya mawakala kuwatoa ndani. Shehia ya Matemwe Kusini halibaki wakala wangu mmoja tu. Wakala mmoja huyo hataweza kusimamia vyumba vyote wakati wa kuhesabu kura. Katika shehia ya Kibeni, shehia ya Kibeni walihesabu kura mawakala wote walipo, lakini hakuna isipokuwa wakala chumba namba moja tu, ndio alokuwa hayupo, walimtoa mapema. Lakini wakala hao hata ile karatasi ya matokeo hawakuwapatia, na pia ni sehemu nyingine nazo ndo hivyo hivyo, jinsi walivyofanya. Ili tufupishe muda, wakala chumba, yani ule mtu wa karatasi, Amer Hamisi Amer, chumba namba moja kituo cha skuli ya Kibeni, yeye alikuwa anafanya kampeni ya, ya kampene, mule mule oya, msifanyi msi, msi makosa bwana, CCM mule mule ndani ya nini. Unakwenda unahoji kulikoni hiki kitendo hiki kikafanyika hivi, jibu hupati. Jengine unaweza ukaambiwa sio kazi yako, hicho ndicho unachoambiwa na halafu kwenye kituo ambacho cha Kibuyuni tunayo hawa neki walosimamia, ndani ya jimbo langu Makame Jecha na Makame Saburi. Makame Jecha na Makame Saburi walienda kwenye kituo cha Kidombo na vituo vyengine pia walipita, lakini kituo cha Kidombo nimeshuhudia anaingia chumba namba moja akachukua vitabu vinne, yeye na Makame Saburi wamevitiki vyote, wakamimina kura. Chumba namba mbili cha Kidombo wamechukua vitabu viwili, wakavitiki vyote, wakenda, wakamimina kura. Makame Jecha na Makame Saburi katika shehia ya Matemwe Kusini kuna huyu Makame Hamadi Yusuf tabu, mfumo uliokuwa umetumika ambao mwa sehemu ya pwani, maana huyu ndo, akatupatia ushuhuda kabisa mzima, huyu akatuletea ushuhuda. Lakini kwa wanaye wafanywa ma... kwa upande wa pwani wakimuona kavaa rubege la Kimasai wanampa kura si chini ya kumi siku hiyo, naye alivaa siku hiyo, na yeye alivaa, akaja akatupa ushuhuda, hili ni kweli, nimepewa kura tano mimi, nikaambiwa huyu ndo mwenzetu, nimevaa rubega la Kimasai. Huo ndo utaratibu alokuwa anaufanya. Ukienda pale ukizungumza kibara ukivaa rubega la kimasai unaonekana wao ni mwenzao, wanakupa kura nyingi zaidi. kusema lo kweli, tuna mengi ya kuzungumza, isipokuwa mengine ndio anajirejea mule kwa mule. Nimepunguza niache shughuli nyingine. Ripoti ya jimbo langu ipo inaelezea taelezea kila kitu kwa uchanganuzi zaidi. Asanteni. Naitwa Ame Mwimiame, nilikaa wakala wa chama cha ACT Wazalendo, jimbo la Tunguu, skuli ya Dunga Kiembeni. Chumba changu mimi nilikaa chumba namba nne, kilikuwa kina wapiga kura sabini. Nilichokishuhudia kwa uchaguzi wa tarehe ishirini na tisa kati ya wapiga kura sabini tunakuja tunaanza kwenye kura kuanzia mtu wa kwanza mpaka mtu wa 44 nilikuwa nashuhudia, walikuwa na uamuzi wa kwamba wale wa magwiji wa CCM wanokuja nao, anapewa mtu kura zaidi ya tatu, wale magwiji ambao wanajulikana huyu CCM halisi, na ikaendelea mpaka hapo. Nikamwita msimamizi msaidizi wangu mimi saa nane hiyo, kwamba yeye aje kunizuilia ili mimi tukatafute chakula cha kupata wote, mimi na yeye wao wakamtoa nikapigiwa simu mimi kwamba yeye katolewa, nikarudi mimi mwenyewe kurudi, nikachukua nafasi yangu nikaingia ndani, hawapo nika hawaku nifanyia kashfa yoyote, tukakwemo pamoja. Nilichokushuhudia kwanzi hapo, wale wasimamizi wao wao wanatoa zile karatasi za kupigia kura ambao wao ni tuliambiwa atapiga kura kabla ya siku ile, wao wakachukua karatasi, wakawa wanajia hiyo wenyewe, na hakuna aliondoka zidi ya mara moja, mara mbili, mara tatu, na kila mmoja anaondoka kwa karatasi anazitaka mwenyewe. Na huna la kumwambia. Alafu, kilichoendelea wakati wa kuhesabu kura, kura zilikuwa watu wote walikuwa sabini, sisi tunahesabu kura mpaka tushafika watu kura tisini na sita bado zipo zinaendelea, na watu wao sabini hawakuja. Watu wote wao wenyewe wakaanza kujisuta, wakaanza kuvutana pembeni kwa pembeni, maana yake tutakuwa tumekosea, hatukuwa sahihi, maana yake tufanye mpango mpaka zifike zile sabini tunazozitaka, lakini haikuwa vile, kwa sababu kuna baadhi ya fomu tulikuwa tushazijaza. Mwisho wa habari, mimi nikaomba karatasi ya malalamiko nikaambiwa, nikae mpaka muda watakao kuja chukua fomu, wale wanaokuja chukua kura, kama saa sita, kama saa nane, muda wanaojua wao. Mimi hawakuniambia kinachoendelea. Kwa hiyo mimi, aliniambia kama nina uchungu na chama nikae nisubiri muda wanaokuja wao. Kwa uchaguzi huu si uchaguzi, kwa sababu ninavyojua uchaguzi kitu kwamba kinaekwa watu wakachague. Kwa hiyo wao walikuwa wao hawakuweka, wao walikuwa wanachukua. Wanasema bwana, sisi tunataka kura zetu hizi hapa, wanatoka watu wanaenda kuchukua, we huna la kuambia na unalofanya lolote zidi ya hapo we, manake umewapo wao wao, wanaona umevunja sheria, ikiwa ukitaka kusema kwa wao umevunja sheria. Kwa hiyo wewe una wanataka wao wewe utizame tu, sio useme aliofanya lolote. Kwa hiyo mimi nilichokishuhudia hapo hapakuwa pana uchaguzi hapo palikuwa pana uamuzi tu walioamua wenyewe wanapotaka wenye matakwa wenye